Mambo vipi, wateja wetu wa Silent Ocean, Simba wa Bahari hapa India. Tunawenda kufunga mwaka kibabe. Nikisema kufunga mwaka kibabe inamaanisha nini? Sasa hivi ndani ya siku mbili tu, mteja wetu, konteina lako linakuwa limeondoka, yaani mizigo yako inakuwa imeanza safari ya kuelekea nchini Tanzania. Hapa unavyoona, nina listi ya wateja ambao wameleta mizigo ndani ya siku mbili tu, na sasa hivi ni usiku. Simba wa Bahari hatulali, hatupoi, tupo kupakia mizigo yako. Ni ndani ya siku mbili tu tunatoa kontena, kwa kuwa flow ya mizigo imekuwa nyingi. Kama unavyoona mizigo ni ya kutosha sana, warehouse imejaa, iko very, very full. Na sisi Simba wa Bahari tunawaisha mizigo kuja nchini Tanzania ndani ya siku ishirini na tatu tu, mteja utakuwa umepokea mzigo wako. Na wajanja sasa, hii nakupa ni siri, wajanja wameshaanza kuleta mizigo ya sikukuu zaidi na mizigo ya mwezi wa Ramadhani. Usichelewe, mteja wetu, mwambie supplier wako alete mizigo mapema kwa, na sisi Simba wa Bahari tutakusafirishia mapema. Kama unavyoona mizigo inaingia kwenye truck kuelekea bandarini kuwekwa katika container. Sasa hivi ni usiku kama unavyoona mteja wetu wa Silent Ocean. Ni usiku mzito sana watu hawapoi, hatupoi, hawapoi. Eh? Mumbai hatupoi. Unaona, wao ndio wanaoingiza mizigo ni Simba wa Bahari Silent Ocean namba moja.